Kitabu cha Yeremia sura 39 na 40. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninawaalika watu wa Mungu tuendelee kusoma Biblia kwa pamoja. Unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu ili sote tupate nafasi ya kuitafakari kwa pamoja. Tusali. Kwa jina la Baba, la Mwana, aroho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena mzuri unatuunganisha kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe na sisi na neema yako itusimamie, ili Bwana tuweze kusoma neno lako na tuweze kuimarika. Tukinge Bwana na kila hatari za yule mwovu, na neema yako Mungu itushike mkono ili Bwana tuendelee kuwa hodari, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu cha Yeremia ile sura ya 39 na ya 40. Watu wa Mungu, tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project. Mlango wa 39. Hata ikawa Yerusalemu ilipotwaliwa katika mwaka wa kenda wa Sedekia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi, Nebukadreza mfalme wa Babeli na jeshi lake lote wakaja juu ya Yerusalemu wakauhusuru. Katika mwaka wa kumi na mmoja wa Sedekia, mwezi wa nne, siku ya kenda ya mwezi, sehemu ya ukuta wa mji ilibomolewa. Wakuu wote wa mfalme wa Babeli wakaingia, wakaketi katika lango la katikati, yani Nergal-Shareza mnyweshaji, Nebusarseki mkuu wa matoashi, Nergal-Shareza mkuu wa wanajimu, pamoja na wakuu wengine wote wa mfalme wa Babeli. Ikawa Sedekia mfalme wa Yuda na watu wote wa vita walipowaona, ndipo wakakimbia wakatoka mjini usiku kwa njia ya bustani ya mfalme, kwa lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili, naye akatoka kwa njia ya Araba. Lakini jeshi la Wakaldayo wakawafuatia wakampata Sedekia katika nchi tambarare ya Yeriko, nao walipomkamata wakamleta kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli huko Ribla katika nchi ya Hamathi, naye akatoa hukumu juu yake. Ndipo mfalme wa Babeli akawaua wana wa Sedekia huko Ribla mbele ya macho yake. Pia mfalme wa Babeli akawaua wakuu wote wa Yuda. Pamoja na hayo, akampofusha macho Sedekia, akamfunga kwa pingu ili amchukue mpaka Babeli. Nao Wakaldayo wakaiteketeza nyumba ya mfalme na nyumba za watu kwa moto, wakazibomoa kuta za Yerusalemu. Basi Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua mateka mabaki ya watu waliosalia katika mji mpaka Babeli, na hao pia waliouacha mji na kujiunga naye, na mabaki ya watu waliosalia. Lakini Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawaacha baadhi ya maskini wa watu waliokuwa hawana kitu katika nchi ya Yuda, akawapa mashamba ya mizabibu na makonde wakati uo huo. Basi Nebukadreza mfalme wa Babeli akamwagiza Nebuzaradani amiri wa askari walinzi katika habari za Yeremia akisema, Mtwae umtunze sana, wala usimtende neno baya lolote, lakini umtendee kama atakavyokuambia. Basi Nebuzaradani amiri wa askari walinzi na Nebushazbani mkuu wa matoashi na Nergal Shareza mkuu wa wanajimu na maakida wakuu wote wa mfalme wa Babeli wakatuma watu, wakamwondoa Yeremia katika uwanda wa walinzi, wakamweka katika mikono ya Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani, ili ampeleke nyumbani kwake. Basi akakaa pamoja na hao watu. Basi neno la Bwana likamjia Yeremia wakati ule alipokuwa amefungwa katika uwanda wa walinzi kusema, haya, enenda ukaseme na Ebedmeleki mkushi kusema Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: Tazama, nitaupatiliza mji huu maneno yangu, kwa mabaya wala si kwa mema, nayo na yatatimizwa mbele yako katika siku hiyo. Lakini nitakuokoa wewe katika siku hiyo, asema Bwana, wala hutatiwa katika mikono ya watu wale unaowaogopa. Kwa maana ni yakini nitakuokoa, wala hutaanguka kwa upanga, lakini nafsi yako itakuwa kama nyara kwako, kwa kuwa ulinitumaini mimi, asema Bwana. Mlango wa arobaini neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana baada ya wakati ule Nebuzaradani, amiri wa askari walinzi, alipomwacha aende zake toka Rama, baada ya kumchukua hali ya kufungwa minyororo pamoja na wafungwa wote wa Yerusalemu na Yuda waliochukuliwa hali ya kufungwa mpaka Babeli naye amiri wa askari walinzi akamtoa Yeremia akamwambia, Bwana Mungu wako alitamka mabaya haya juu ya mahali hapa, naye Bwana amealeta na kufanya kama alivyosema, kwa sababu umemwasi Bwana wala hamkuitii sauti yake, ndiyo maana neno hili limewajia ninyi. Na sasa tazama, na kufungulia leo minyororo hii iliyo mikononi mwako. Kama ukiona ni vema kwenda babeli pamoja nami, haya njoo nami nitakutunza sana. Lakini kama ukiona ni vibaya kwenda Babeli pamoja nami, basi acha, tazama, nchi yote imbele yako; palipopema machoni pako na pakukufaa, enenda huko. Alipokuwa bado hajaenda akasema, rudi sasa kwa Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani, ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwa liwali juu ya miji ya Yuda, ukakae pamoja naye kati ya watu au enenda popote utakapoona mwenyewe kuwa pa kufaa. Basi amiri wa askari walinzi akampa vyakula na zawadi, akamwacha ende zake. Basi Yeremia akaenda kwa Gedalia mwana wa Ahikamu huko Mispa, akakaa pamoja naye kati ya watu wale waliosalia katika nchi. Kisha wakuu wote wa majeshi waliokuwa katika bara wao na watu wao waliposikia kwamba mfalme wa Babeli amemweka Gedalia mwana wa Ahikamu kwa liwali juu ya nchi, na kwamba amemkabidhi wanaume na wanawake na watoto na baadhi ya maskini wa nchi wasiochukuliwa mateka Babeli, ndipo wakamwendea Gedalia huko Mispa, nao ni hawa: Ishmaeli mwana wa Nethania, na Yohana na Yonathani wana wa Karea, na Seraya mwana, mwana wa Tanhumethi, na wana wa Ifai Mnetofa na Yezania mwana wa Maaka wao na watu wao. Na Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani akawaapia wao na watu wao akisema, msiogope kuwatumikia Wakaldayo, kaeni katika nchi mkamtumikie mfalme wa Babeli, nayo itawafaa. Na mimi tazama, nitakaa Mispa, ili nisimame mbele ya Wakaldayo watakaotujilia, lakini ninyi chumeni divai na matunda ya wakati wa jua na mafuta, mkaviweke vitu hivyo katika vyombo vyenu, mkakae katika miji yenu mlioitwa. Kadhalika waliposikia wayahudi wote waliokuwa katika Moabu na kati ya wana wa Amoni na hao waliokuwa katika Edomu na hao waliokuwa katika nchi zote, ya kuwa mfalme wa Babeli amewaachia Yuda mabaki na ya kuwa amemweka Gidalia mwana wa Hikamu mwana wa Shafani juu yao. Basi Wayahudi wote wakarudi kutoka kila mahali walikofukuzwa wakaenda mpaka nchi ya Yuda, wakamwendea Gedalia huko Mispa, wakakusanya divai na matunda ya wakati wa jua mengi sana. Tena Yohana mwana wakarea, wa Karea na wakuu wote wa majeshi ya barani wakamwendea Gedalia huko Mispa, wakamwambia, Je, yeah, una habari wewe ya kuwa Baalisi mfalme wa wana wa Amoni amemtuma Ishmaeli mwana wa Nethania akuue. Lakini Gedalia mwana wa Ahikamu hakusadiki neno hili. Basi Yohana mwana wa Karea akamwambia Gedalia huko Mispa kwa siri akisema, niache niende nikampige Ishmaeli mwana wa Nethania, wala hapana mtu atakayejua jambo hili. Kwani akuue wewe, hata wakatawanyike Wayahudi waliokukusanyikia na mabaki ya Yuda wakaangamie? Lakini Gedalia mwana wa Ahikamu akamwambia Yohana mwana wa Karea, usilitende jambo hili maana, unamsingizia Ishmaeli.